Watazamaji wa Faida Online TV. Hapa ni kwenye kata Naliendele, Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara ambapo Faida Online TV tumefika katika makaburi haya kwa ajili ya kuja kumsindikiza ndugu yetu ambaye anafahamika kwa majina ya Hassani Mbedo. Ni mmoja kati ya vijana ambao walikuwa ni boda boda. Hapa e, mgundi ama kituo cha stendi Naliendele. Amegongwa na mwendesha pikipiki ama dereva boda boda ambaye alikuwa anatokea upande wa Newala kuja Mtwara mjini ambaye alikuwa anasemekana alikuwa kasi sana alikuwa amekaa tu pembeni akagongwa na akafariki dunia. Faida Online TV, watu wa fildi, pasna hiana. Tumefika moja kwa moja katika eneo hili ambako ni mazikoni kwa ajili ya kuweza kuja kushuhudia kile ambacho kimetokea na kuzungumza na madereva bodaboda wenzake watuambie wao wanamzungumziaje na, na wameshuhudia vipi tukio hilo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Ukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi, lakini kwa taarifa tulizonazo inasemekana kwamba hao wote watatu wamefariki dunia, wawili waliokuwa kwenye bodaboda waliosababisha ajali na huyu aliyegongwa. Baki na sisi uh, kwa majina naitwa Salum Manyanga almaarufu naitwa Kijumbe Mtata mm, kutoka Naliendele pale kijijini kwetu ambapo tunaita Zuga, ndio mm. taarifa hii umepokeaje, kuondokewa na bodaboda mwenzenu? ah, kiukweli hii taarifa hii, hii maana imenikutia kwenye tukio awe ulikuepo? Eh, niliwepo. Kwa hiyo yaani kwa ujumla hii taarifa mimi nimehuzunika nayo na ninahuzunika nayo na nitaendelea kuhuzunika nayo. Na Emtu ku simulie, umeona tukio lilivyokuwa ilikuwaje? Ah, lile tukio ambapo <coughs> limetokea ni wale jamaa ambao walikuwa wanatokea njia Niwala. Walikuwa kwenye pikipiki ni watu wawili, dereva na abiria wake. Kwa hiyo wametoka hiyo njia, wametoka kiatu, wenyewe sema kiatu. Yaani kali sana. Kwa hiyo huyu jamaa wetu ambaye ni marehemu ambaye nani? Ambaye ni Hassani Mbedo maarufu alkarimu. Eh. Kwa hiyo wale watu ambao wametokea walikotokea pikipiki imeanza kuyumba. Imeyumba mpaka marehemu akatoka sehemu ambayo alikokuwa amekaa kwenye babe athile beacon zile. Zile. Kwa hiyo akasogea kwa pembeni. Kwa hiyo baadaye ibada kule wale jamaa wanakuja vibaya. Yaani zile beacon wameshazipanda. Akauliza yule marehemu. Marehemu, wale jamaa wanakuja jeo? Ile kauli hajaja kumaliza. Wale jamaa wamemkuta kwa maana wale jamaa pikipiki yao, kuna pikipiki zetu ambazo ziko kijioni kama mbili hivi, sikazi zimesombwa. Kwa hiyo kwenye kusomba ile pikipiki ya kwa wao ilipoluka, ilipoluka. Kwa hiyo ka imemkuta malemu wetu kwenye kifua mm. E, ndani kwa ndani kama, kama e, alikuwa amesimama e, tu. Kwa hiyo pikipiki iliruka juu sana, iliruka juu, yani kama movie hivi. Eh, lakini na, hao dereva na, uh, na abiria wake ilikuwaje uh, na wao hali zao? Ah, dereva na abiria wake kwa, kwa upande wa pili wao kidogo walikuwa muumia alafu kiasi kwamba hata si wenyewe tukawa tunawaogopa. Ya maana kwamba damu ilikuwa nyingi sana pale. Sasa unajua mazingira ya damu na wengine hatujazoea damu. Kwa hiyo na hali ya uoga. Mm. Okay. Mm. Lakini mpaka sasa taarifa mlizozipata ni kwamba wao wazima? Ama kwa, kwa taarifa ambazo tumezipata au nimezipata kwa sababu mimi mwenyewe ni mshirika wa hilo tukio ambalo nilikuwa nimeenda huko Ligula. mm -hmm. Kwa hiyo wale jamaa wote wamefariki yaani dereva dereva, tena na mtu wetu sisi, yani bodaboda mwenzetu Mbedo, yeah. Ushauri wangu mimi ni kwamba kwa vijana wenzangu pia, okay, wazee kwamba ukaji wa jua mawe ambao tunaita bikoni sio mzuri. Aa, kwa majina anaitwa Fardini Osmani Kamalu mimi ni bodaboda wa Naliendele hapa kijiji kwetu Zuga. Okay, huyu marehemu uh, alikuwa ni bodaboda wa aina gani kwenu? Na mshikaji kiasi gani? Alikuwa ni msaada mkubwa kwetu sisi vijana katika chachu ya kimaendeleo, kwa maana kwamba kuna baadhi ya vitu alikuwa anatushauri, kwa bwana, tukifanya hiki tunakifanya, tukifanya hiki tutafanya, na alikuwa kama kaka yetu, kama mlezi wetu kwa sababu tukiwa na shida moja, mbili, tatu anakuana, anakusaidia. Eh, kwa hiyo yaani si tumeondokewa kiukweli hususani mimi wa kwanza binafsi okay. E, mimi mwenyewe binafsi nimeondokewa mm, kwa sababu mimi mwenyewe pikipiki yangu ya mwisho huyu marehemu ndo amekuja kunisaidia, yes, yeah, kumaliza ule mkataba. Asante sana. Naitwa Ali Ismail Juta, ni bodaboda Naliendele. E, baadhi ya dereva bodaboda, hata jamii tu kawaida, waga anapendelea kukaa lile eneo ambako si sehemu salama kwa kuishi hata polis kata wa hapa Naliendele uwaga anatuambia sana tusiishi, tusipende kukaa pale, kulingana na mazingira yale sio salama e. Kwa jina anaitwa Sadi Abdalla Kombo almaarufu Sadi Ng'ombo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Pachotobi, kata Naliendele. Imetokea ajali kwenye eneo la mtaa wangu kwenye barabara kubwa ya kutoka Mtwara mjini kuelekea Newala ni sehemu ambayo watu wa bodaboda wana kijiwe chao cha naliendele wanafanya biashara ya bodaboda kifupi imetuumiza watu wa naliendele na watu wa maeneo tofauti tofauti wa ukanda huu wa kwetu wa mtwara wito kwa upande wa serikali au wito kwa jamii kwa jumla eneo la bodaboda pale wasipende kukaa barabarani na zile kingo za gari kwa sababu waga tunatoa taarifa hizo kwa bodaboda -boda, na hata polisi kata wetu waga anatoa taarifa kwa wale vijana wasipende kukaa katika maeneo yale ili kuepusha ajali zisizokwaza lazima kama hizi. Nam mtazamaji wa Faida Online TV, mara baada ya kuweza kuwasikiliza eh, maafisa usafirishaji hao au maarufu kama madereva bodaboda, tupata nafasi ya kuweza kuzungumza na kamanda wa polisi eh, mkoa wa Mtwara SACP Issa j Suleiman ambaye anathibitisha kutokea kwa tukio hilo. Halohalo kamanda, habari za asubuhi? Njema. kuna dereva boda boda amefariki Naliendele kwa kugongwa na waendesha bodaboda tena wawili, na walifariki dunia wote watatu kwa pamoja, ni sahihi? Kwamba kuna mwendesha bodaboda alikuwa ame nini, aka aka-, bodaboda yake ikamshinda akaenda ka-akajigonga, na kingo za barabara, ndiyo matokeo yake. Kwa sababu hakuwa amevaa kofia ngumu, basi wakapata majeruhi na matokeo yake hospitali huko wakafariki dunia. Naam, ushauri kwa madereva bodaboda kwa wale ambao hawatumii kofia ngumu, kama zilivyo kama walivyo wa watumiaji wengine wa barabara, kwamba waendelee kutii sheria bila shuruti, zikiwemo hizi za usalama barabarani. nakushukuru sana Kamanda. Asante. Asante. Na mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha ku subscribe, ku like na comment i yetu. Tuendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu tunasema, wa field tunasema inna inna lillahi wa ilaihi rajiun, Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu mahala pa peponi. Amen. Lakini pia tumepokea ushauri ambao madereva barabara wamezungumzia swala so zima la kuto kuendelea kukaa kwenye kingo za barabara kwa sababu ni hatari. Wengino anatumia moto, wengino ni malena, kwayo ni hatari. Kuna kuna madereva wengine wengine vya moto malena na wanatumia vyombo kama hivyo. Kwa hiyo ni hatari maeneo yale kukaa Pembezoni mwa barabara. Asante na kwaheri.